Ukuku rada nikobie Kupain. kama jana leta tishu, ba. tishu ya ngoja kwa... kwanza ndugu yangu unakuja na haraka na unajua tuko kazi, unipatie tishu nikinde. sina do leo, hati sina do. hauna do kwa nini? Cho tuko kazi yama? hapo ndugu yangu, hapa ni kazi tu kazi kwa tu. Mimi na daily kuja cho nakupatia kesho? Hapana, ai kwa nini kitu ya kukopesha ati kesho, ukuku choo unanilipisha choo wewe mimi nalinda kazi na basi, niko na socks wewe, acha mimi nduguaikapatienamniingie hivyo. Ati uingie hivyo, unataka kwanza kunikoroga wewe. Unataka kuniharibia kwa... wewe ka... kama una unadoenda mambo ya morio, unataka kuniharibia kazi hapo, acha kujifanya. Enda ujisaidie huko. Unajua nitakuta mtumishi kumfanyia Si bana, nakwambia heshimu kazi, niko kazi, ndugu yangu. Hii ni kazi kama ile nyingine. Wewe acha kunikoroga, si ulete kinde, kinde. Si ulete uingie. Kupa... Kupa... Kupa... Na kama, ni kama na, una sijisaidie jisaidie huko, niko na kazi, hii ni kazi ndugu yangu. Mimi singependa nikunyime lakini ni kazi, unanijua. Eh, mambo ya ugeni na kazi hapana. Wewe kama una pesa fungua jamu, acha kutusu nani, nani, nani, nani, mrefu, mimi. Ha, endo mkute yeah. Endo mkute yeah. Siani mwajiriwa tu kama mimi, kwani hapa ni kwa mtumishi, ndio maana utashinda kwa mtumishi. Ah wewe acha wewe bwana wewe, kama una unajua, ukikosa pesa unaanza kuongelesha watu vibaya. Ndugu yangu, si kupenda kwako, ni pesa unakosa. Weka hapa choo. Ah, hii sasa, mtu ukiwa kama una pesa, makasiriko ni nisutulie. Hii ni kazi, nalinda bwana. Na huyo mm, amenipimia nini kidogo sana hapa, ni kazi Hai hey, hey, hey, hey, pesa sijui nitakupea. Ai. Wewe hapo kumefungua sasa? Wewe, kwa nini huoni imefungua? Mimi nimefungulia hapa. Wewe hata hii gini ni kifuli kubwa huoni tu imefungua. Nimekazwa nifungulia hapa. Kwa hivyo nifanya aje? So, na unaona nini hizi kwa hapa tunalipisha ati? Si tunalipisha? Kwani uko na wazimu? Ati nini? Ati wazimu? Wewe, I pay rent. Hebu e, e, nifungulie mlango haraka haraka uko za nyumba zimeblow, si ndio? za nyumba zimeblow. Fungua hapa please. Like nimeosha hizi kulipisha. Nimekazwa. Yeah, sasa ukazwa; ukikazwa unatoa 10 bob. What do you mean? ki unatoa b I I am paying for rent in this uzungo, kizungo, I am paying for rent in this What, what do you mean? Ati, ati pay for what? Kwa kuingia hapa, hapa, washing room. Ebu nifungulia hapa. Ntua, ntambia mtumishi. Wewe ndo mwambie, lakini niko kazi. Ntambia? Niko kazi kama ile ngine, beki. Hii ni kazi kama ile ngine, heshima kazi. Kazi gani? Hati kazi gani, ai ndo tumie ile ya nyumba basi. Imezime, zime block. Eh, sasa nimetengeneza hizi ndio tuwe na heshima tuheshimiane kwa kazi. Ten bob kufunguliwa unaingia. Sasa, unajua uzuri mimi niko sawa, sihitaji kuingia hapa, fungua mlango. Ah, ah, hapa, mtambie mtumishi picha ah, hapa. tuonekane kwa TV tupigwe picha basi, tuonekane kwa TV. Juni anakuambia niko kazi. Unaona hapa kulikwanga hivi kusafi. Sasa hii ni pesa, Nairobi ni pesa <laughs> Desemba ndio inakuja. Nisianze kusema nani. Ati nani amenipea kazi? Ati nana kazi? Yeah. Nimeona zenyu zimeblog. So, nikafanya usafi hapa, nimetumia pesa, nimenunua nini. Nimef... Sasa mnataka niwafurahishe? You paying for rent in this plots, leave your. Mimi sina yenye rendo ya house. So? Sasa si niko kazi. Please fungua. Fungua hapa. Hapa. Ai. Tupige picha tuonekane YouTube. Nitamwambia mtumishi, fungua. Utamwambia. Nitamwambia, songoje uone nonsense. Hai. Wewe kama una kumi shauri yako, acha uongee kizungu. Nonsense. Yaani, wewe ukuje fungua, fungua. Nimekazwa. Hai. Wewe. Hapa leo kitaumana, hapa hakuna kutembelezana. Sio tungoje wengine. Kama una pesa utajipanga.

Mimi nalipa cho hey, kuingia. Ten bob. <laughs> wacha mchezo. Eh? Ati mchezo, niko kazi basi. Najua unaongelea, najifanya kichongumu na kwani umefunga cho? Si ndio nimekwambia niko kazi. Nimekwambia niko kazi. Akuku, wacha mchezo, tunafanya te... oh, kuku. Kwani mimi nitakuja niote jua hapa kwa choo? Wenye umekuja tu vizuri, ati wewe me... Sasa, si umeamua, kwani kuna mtu amekutuma hapa? anaingia. Hakukufungua fungua hii kitu hapa. Unajua sisiki vizuri, vizuri. Hakukutako sana vibaya sana Haya. Nyaraka fungua hapa ebu amka. Haya, nifungulie basi, sina. Sina. Sina mimi ten bob. Sasa simeblok yangu sahii sasa ni nini? Kwa hivyo nifanye? mimi sijui kuku, unajua mi nimekazwa, na tumbo yangu ni mbaya, tumbo yangu ni mbaya <laughs> <laughs> okuku sasa... sio ni rafiki yangu, nifungulie basi ndakuletea jioni. Mambo ya urafiki, nifungulie, nifungulie, nifungulie basi ndakupea pesa jioni. Hakuna hii chakukopa sasa, sisi ni matawi, nataka tu kuona sisi ni matawi nakuletea 5 bob. Uh, Hapana. Haiwezi. Haiwezi. Sawa, hizi hata umezirogotaati hapo. Umeenda kutafuta mtumishi wewe wa mtumishi shni ah, ni, ni ah, lini mulifunga choo? Ulifunga, tuambia za nyumba ziki block nikusalimia na tumbo yangu imeharibika na naenda kwa choo mmefunga. Na kilitisha pesa ndo afungue choo ni nini? memunni mimi hakuna kitu nimefanya choo imeblock tu yenyewe, ama ni nyinyi mmefunga Alafu unalipishwa, si na nani sasa? Si Okuku ako huko na matawi zake, hata ana tishu anakwambia ati lipa kumi ndio uingie kwa choo si ndio, si nje. Wa oh, wa inje waujui, mimi ninajua aje na niko hapa. Okuku nimejaribu afungue choo amekataa, nami nimekazwa mtumishi, tumbo yangu ni mbaya sasa. Ukuku amekulipishwa umelipa? Sijalipa, si amekataa? akinini akifungua, so, na nami nikatoka bado Sa zile mnakulanga munashipa mbaka munablock, ni nini nafanya mblock choza ndani na hizi za inje, na unaco zinafaa zioshwe na zitengenezwe. Okuku ako huko, nimesema hivo. Sawa, tuende, ebu arakisha pita, tuende tu, sababu nini? Arakisha su otangulie, su umenipata hapa, mtumishi. hey, nikiingia hey, hey. pa muliniambia za nyumba ziki block naenda huko. Sasa ni nini mbaya, unasumbuana? Ebu amka, ni pesa yangu inaongea, naniambia nini? Amka twende nini? Mtumishi pesa yangu nda nanifanya nikae hapa. Sawa. Hebu pita tuende. Mtumishi, mtumishi please, twende tu. Twende. Kuja tuende. Kuja tuende harakisha, ah, si